Tangazo la nafasi za kazi halmashauri ya wilaya ya Songea. Nafasi zilizotolewa ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, hapa kuna nafasi nne, lakini pia kuna dereva daraja la pili, kuna nafasi tano. Na masharti ya jumla kwa ombaji ni kwamba waombaji wote wawe raia wa Tanzania na wenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi miaka 45, na kwa wale waliofanya Uh, elimu yao au mafunzo au masomo yao nje ya nchi, hakikisha vyeti vyenu vimehakikiwa na TCU, NECTA pamoja na NACTE na result slip haitakubaliwa. Uh, hakikisha unakuwa na cheti chako original yani, kuanzia cheti cha kidato cha nne na kuendelea. Lakini waombaji wa kazi ya dereva daraja la pili wenye leseni daraja E au C wanapaswa kuambatanisha vyeti vya udereva vilivyo vyeti vya udereva vilivyowapatia sifa ya kupata madaraja husika. Uwasilishaji wa taarifa za kugushi ni kosa kisheria <coughs> na utachukuliwa hatua kali za kisheria. Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 18 Novemba 2025, na, na maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa electronic wa ajira poto, yani ajira, yani poto poto.ajira.go.tz. Hakikisha unawasilisha Uh, unaambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu, anwani na barua hiyo elekezwe kwa ofisi ya mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Songea moja, barabara ya halmashauri SLP 995 5783 Songea, Ruvuma. Kama ni mara yako kwa ya kwanza kuingia katika hii channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii, santeni na karibuni.